Audi Q5. So ah, hapa tuko na Audi, uh, Audi A4. Yes, model ya mbele kidogo na tumeona mejitenga pembeni, kasema, huyu ni nani, ngoja tufanye naye interview kidogo. Bosi samani kidogo. Mambo vipi bro? Shwari ni aje? Shwari. Ah, Jay Melody bwana mimi ni shabiki wako bwana. Bwana shukrani sana. Unafanya kazi nzuri sana. Mungu anabariki. Ah, sikuonagi bwana kwenye video zako ukiwa na magari. Kwa nini? Uh, si nafikiri madirekto wanaonishutia sio watu, lakini baadhi ya video nimefanya, kama na wimbo wangu mpya na Jux nimeshuti naye tayari, una gari ndani. Ni mtu ambaye nafikiri madirekto bado sijapata ya kunika kwenye gari na vitu kama hivi, lakini lakini, uh, mimi nimefanya research, uh, nyimbo zako nyingi sana, yani ukiweka katika nyimbo kumi unaweza kukuta nyimbo yenye gari labda ni moja au mbili nini kinachofanya ah, umesema ndo kusababisha madirekta, ndo wanaweza kusababisha hiyo. Tuna idia ambazo zinakuja, sababu huwezi kuweka tu uh, gari. Kwa hiyo madirekta na mawazo yetu tukichanganya, tunajikuta tuweki magari au tunajikuta tumeshuti namna tofauti na namna ile ya kuweka magari na vitu kama hivyo, so nafikiri ni kazi ya madirekta na jinsi tunavyopanga video tunazishuti vipi. Okay, leo umekuja na Audi uh, A4 kwa nini umeamua kuchagua gari hii katika event kama hii? Kwanza ni ndo gari yangu ambayo natembelea, lakini pia kwa sababu leo theme ya leo hapa ni black and gold, kwa hiyo pia sio mbaya kutumia gari la black. Yeah, basi ndo maana nimelichagua kuja hili. Nilikuwa nimeplani kuja na gari jeupe, lakini uh, BMW nani, BMW lakini nimeamua kuchukua Audi kwa sababu nataka niendane na hiyo theme. Wewe ni timu European, umetaja uh, BM, umetaja Audi uh, kipi ambacho kimefanya upende European ingawa watu wengi wana okay, complain kuhusiana na european cars? Mimi kwa kweli ninapenda sana audi, lakini kitu ambacho napenda kwenye magari, sipendi gari lenye yeah, unajua ile nini ile, hey, hapa head break ya oh, sipendi sana sana, yani gari kiwa hivyo inakuwa dai bana, labda liwe vintage sana, liwe la kizamani sana labda gari la mwaka 94 na ngapi, lakini kama gari hizi za new school hizi gari mpya ambazo labda za kutoka 2009 2010, alafu ikiwa na, na, na kile kidude cha hapa inanikwaza sana okay. Pia mimi ni mpenzi wa Audi, ndio maana kwa sababu ya hiki kidude. So um, katika video ambazo labda tutarajie, uh, magari gani ambayo unafikiria kichwani, au magari gani ambayo uh, una plan kufanya nao kwenye video zijazo? Uh, nafikiri kuhusu gari za kwenye video inategemea na the way gari inaonekana. Kwa sababu ukishuti, au au plani kabisa, nataka nitumie gari flani na shuting yenyewe, mfano shuting za harusi inategemea, unaweza ukaplani labda kuja na benzi kama Rolls Royce au ma-Audi na vitu kama hivyo, lakini kuna baadhi ya video zile unakuta eh, za kigangsta au, labda watu wa mekanik, sio video smart. Magari mara nyingi yanakuwa ni tofauti, mara nyingi yanakuwa vintage, yale magari ya zamani, unakuta gari la zamani linakuwa limepaki pale sofa Nafikiri ni kutokana na jinsi ambavyo director ataona hapa atakaa gari gani na wewe utapenda rangi. Sometimes pia tunaangalia rangi, uangalie gari litakuwa namna gani. Na na let's say wewe, kazi ya mziki kaenda mbele zaidi, mambo yakawa mazuri zaidi, tutarajie gari gani kali sana, ambalo labda lipo kwenye, ni dream car yako? Mimi napenda gari fulani, inaitwa hii gari, sijui kama dai inaweza kuja, yani sijui vipi, lakini napenda gari moja okay. inaitwa Bronco Naipenda sana Ford. Unajua magari hiyo ni gari naipenda sana. Unajua kwa sababu gani? Kwa sababu pia mimi napenda vitu tofauti kama, kama sijui kama nitakuja kununua. No I don't know. Inshallah tu Mwenyezi Mungu lakini na mimi napenda gari za hivi, unaelewa? kama Defender, lakini yenyewe iko tofauti sana, iko very vintage yani Bronco. Hii kaitafuta, hey, ya gari, hey, gari hii gari kali sana so, uh, kabla hii ile unaanza kujitafuta gari gani ilikuwa ndo first car yako? yeah. ile na kuna kitu ambacho huwezi kukisahau kwenye first car yako. Kweli, mimi kujitafuta kwanza, kuangaika na muziki, nilikuwa sio mtu anayejua magari sana, na nilikuwa sio mtu ambaye ana mapenzi sana na magari. Lakini ubaya kuhusu maisha, unaponunua kitu kimoja, kinakufanya unakijua, unaanza kujifunza vitu vingi. So, mwanzo kabisa nilikuwa, zamani nilikuwa naipenda sana gari moja inaitwa XV, Subaru. Yeah. Eh, ilikuwa kama Sport XV, lakini baadaye nika change, ndo nikanunua hii Audi. Of course hii ndo gari yangu ya kwanza pia gari yangu Alfad, <laughs> <laughs> ya mwanzo kabisa ilikuwa Alfad, baadae nikanunua hii Audi. Nikanunua hii kwa sababu unajua, mwanzo unapoanza pale unawaza timu tutatembeaje na nini hey, lakini sasa hivi timu kila mtu ana gari yake kwao. Nikanunua nikaja nikanunua Audi kwao nika Audi, Audi baadae ikaja nikawa gari ninaoipenda zaidi yeah. Audi wakaniangusha kwenye gari za juu. Sizipendi gari za juu za Audi. Audi za kwa nini? Si yani sizipendi muonekano wake sana sana, sana. yeah. Gari ya Audi ya mwaka mbele sana labda za 2020 kwenda 2025 ndo zinakuwa na body kali. Unajua Audi sio wamefeli wapi kwenye swala la body za gari, yeah, za SUV. Yeah. Wanakwama sana upande huo. Okay. Kwa hiyo napenda gari sedan kama hivi ambazo ziko chini na zimetulia. Sedan wanaweka taa kali sana. Na wanapi, yeah. umeona sasa shida yeah. ya Audi? Sijui wanakuwa mapi hey, kwenye hizi SUV hey. Hey, za juu kwa kweli, I don't know, lakini eh hey, napenda Audi kwa sababu ni gari ambayo very comfortable na, na nafikiri ukiacha na Benz kuwa na interior kali, Audi pia ina ka interior fulani ka classic ambako akasumbui sana, akana mambo mengi. Ukipata milioni mia, unaweza ukaspend shilingi ngapi kununua gari? <laughs> kama nina hela nyingine? <laughs> au ni mia tu na unatakiwa ununue gari? Tabidi nibakisha hapo kidogo sana, baki ya mafuta. Kaka, shukrani sana, tumefurahi sana kufanya interview na Jay Melody. Mimi ni shabiki wake na nikuwa sijui kama naye ni mpenzi wa magari na ni mpenzi wa European cars. Leo tuko katika JP 2025 na tunaangalia nani amekuja na gari gani so...